Baada ya mapumziko ya kupisha kalenda ya Shirikisho la Soka Duniani FIFA, kesho Ligi Kuu Tanzania Bara inarejea kwa michezo ya mzunguko wa 24 kuchezwa katika viwanja mbalimbali mbali, huku vita kubwa ikiwa ni mapambano ya kuepuka kushuka daraja. Miongoni mwa michezo hiyo itakayochezwa kesho ni kati ya wenyeji Pamba Jiji watakaoikaribisha Namungo FC katika uwanja wa CCM Kirumba jijini Mwanza utakaochezwa saa nane mchana, ambapo timu hizo bado haziko salama kwani Pamba inakamata nafasi ya 13 na alama zao 22, huku Namungo wakiwa katika nafasi ya 12 na pointi 23. Makocha wa timu hizo Fredy Felix Minziro wa Pamba jiji na Juma Mgunda wa Namungo wamezungumzia maandalizi yao na wanachokitarajia katika mchezo huo, huku wachezaji Michael Samamba wa Pamba na Erick Kapaito wa Namungo nao wakizungumza kwa niaba ya wachezaji. Fanya maandalizi mazuri, tuko tayari kwa mchezo, najua ni mchezo ambao utakuwa mgumu, kwa maana kwamba kwa Namungo wako juu yetu, sisi tuko chini na kila mmoja anapambana kuakisha kwamba anatoka chini kwenda juu. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba nachukulia mchezo wa kesho kwa uzito mkubwa. Tunajua ni mchezo ambao utakuwa mzuri, utakuwa mgumu kwa pande zote mbili, lakini tunategemea kuona kwamba tuko nyumbani, tupate matokeo mazuri, hakuna kingine. Tumecheza mechi ya mtoa ya mashindano ya, ya, ya, ya, ya mtoano. ah, bahati nzuri tumeweza kusonga mbele kuingia robo fainali, lakini sasa tumerudi kwenye ligi. Ligi ni ligi, ligi kila mmoja yuko chini, kuna ambao wako kati, wengine wako juu, kila mmoja anapigana kwa kichwa kwamba anatoka chini kwenda juu. Kama nilivyosema, kwa ujumla, nadhani confidence imeongezeka kwa vijana wetu, kwa sababu tumetoka, kama nilivyosema, tumetoka kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo naamini kesho game itakuwa nzuri zaidi. Na Namungo tumecheza nao mechi ya kwanza, hii mechi ya pili ya marudiano, tutakutana na timu nzuri kama nilivyosema. Na sisi tumejiandaa vizuri. Kwa bianao hakuna kilio. Wana mwalimu ambaye ni mwalimu ambaye tumecheza pamoja akiwa ya Yanga mimi nikiwa Coastal Union. Kwa hiyo tunafahamiana. Kwa hiyo ni mechi ambayo naamini itakuwa na ushindani. Hilo mosi, lakini la pili kubwa, eh, ni ushindani uliopo uliopo kwenye ligi sasa hivi na, na na na uyano wa points ambazo timu ambazo nyingi zipo hapo. Kwayo, kwa hiyo utaona kwamba uzito wa mechi ya kesho ni mkubwa. Kwayo, kwa hiyo naamini kwamba itakuwa ni mechi yenye ushindani, kwa kuwa tunaelewa hilo na kufahamu hivyo na kutambua, kwa maandalizi yote ya kucheza mchezo kama huo yamekamilika na tuko tayari. Kwa hiyo kifupi ni kwamba tumejiandaa vizuri kucheza na Pamba kesho, hilo ndilo kubwa. Maandalizi yote ya kucheza mchezo wa kesho yamekamilika. Mchezo utakuwa mgumu, tumejipanga sisi kama wachezaji, tunahakikisha alama tatu zitabaki nyumbani, maana hicho ndio tunakihitaji tofauti na kitu kingine chote. Haijalishi mchezo utakuwa mgumu kiasi gani, kikubwa ni kuipambania nembo ya Pamba kwa dhamania mashabiki, na kujipambania sisi wenyewe kupata pointi tatu, ili kutoka mazingira ya chini na kwenda mazingira ambayo yanakuwa mazuri zaidi kutokana na msimamo wa ligi ambapo ulipo. Mchezo unakuwa mgumu kutokana na timu ambazo unakutana nazo, wana walimu wazuri experience ambao wanaijua ligi ya Tanzania, kuacha pia walimu kutokana na nafasi ambayo iliyopo, na Namungo nafasi yao iliyopo, na sisi Pamba tuliopo, kila mmoja anahitaji pointi, ili kujiweka mazingira mazuri. Kwa hiyo kiutaratibu na kwa muonekano mchezo hauwezi kuwa rais ila nategemea sisi kwa sababu tuko nyumbani, washabiki tutakuwa nao na tutapambania mbinu za mwalimu. Sisi tunaenda kupigania alama tatu katika mchezo wa kesho na mchezo mwingine yote ambayo yamebaki. I believe tumekuwa na time nzuri sana ya kuprepare na no, ukiangalia ukiangalia ukipata tuki train kila mtu anajipush kila mtu ako na hiyo moral, cause ukiangalia, team ni kubwa kwa kila mtu na I believe eh, na Mungu ina deserve kuwa hapo juu so, unaweza sema training watu wana work hard eh, coach, coaches wetu wanatupush vizuri, wanapatia maelekezo na I believe game ya kesho tutawin. Mimi ni Damian Masyenene wa Mwananchi Digital.